Hadi sasa katika utafiti wetu wa maisha ya Kristo kwa mpangilio wa matukio, ambapo tumeunganisha simulizi za injili kulingana na jinsi zilivyotokea, tumegundua matukio nane tofauti yanayohusiana na kuzaliwa na utoto wa Yesu. Tukio la kwanza lilikuwa kuzaliwa kwake katika zizi, Luka sura ya pili. Tukio la pili ni alipofanyiwa tohara siku ya nane, pia Luka sura ya pili. Tukio la tatu lilitokea mwezi mmoja baadaye, wakati Maria na Yosefu walipompeleka mtoto wao hekaluni kumtambulisha kwa Mungu, sehemu ya mwisho ya Luka sura ya pili. Tukio la nne ni ndani ya nyumba huko Betlehemu, karibu miaka miwili baadaye, wakati mamajusi kutoka Uajemi walipofika na kumpa Yesu zawadi, na hilo limo katika Mathayo sura ya pili. Tukio la tano linaanza na Yosefu pamoja na familia yake ndogo wakikimbia kuokoa maisha yao wakielekea Misri, wakati Mfalme Herode anajaribu kuwatafuta na kuwaua huko Bethlehemu. Hilo pia limo katika Mathayo sura ya pili. Tukio la sita linaonyesha wakirudi Nazareti kuishi baada ya kifo cha Herode, sehemu ya mwisho ya Mathayo sura ya pili. Sasa tukio la saba linampata Yesu mwenye umri wa miaka kumi na mbili akiuliza na kujibu maswali na viongozi wa kidini pale hekaluni na katika tukio hilo Yesu anaonyesha kuwa sasa anajitambua kikamilifu kuwa yeye ni Mungu Mwana. Hiyo ni sehemu ya mwisho, sehemu ya mwisho kabisa ya Luka sura ya pili. Sasa tukio la nane ndilo tukio refu kuliko yote. Tukio hili litadumu takriban miaka kumi na nane Yesu anapokuwa kutoka umri wa miaka kumi na mbili hadi karibu miaka thelathini anapoanza huduma yake ni tukio hili la nane, ambalo ni tulivu au kimya zaidi. Kwa kweli, tumepewa tu mstari mmoja mdogo unaoelezea utoto wake. Huo ni Luka sura ya pili hapa mstari wa hamsini na mbili naye na Yesu akaendelea kukua katika hekima na kimo, akapendwa na Mungu na wanadamu. Sasa kuna baadhi ya watu ambao wangesema kwamba Yesu tayari alikuwa na hekima yote aliyohitaji lakini si hivyo Luka anavyosema hapa. Katika ubinadamu wake Yesu aliendelea kukua katika maeneo matatu: hekima, kimo na kibali mbele za Mungu na wanadamu. Unaona, Yesu ni Mungu kwa asilimia mia moja, lakini lazima tukumbuke pia ni mwanadamu kwa asilimia mia moja. Atakuwa kama mvulana mwingine yeyote kule Nazareti. Atakuwa kutoka utoto hadi utu uzima atakuwa kutoka kuwa mnyonge hadi kuwa na busara. Atakuwa, atakuwa kutoka kufanya mambo ya kitoto, au au au hata hatari, hadi kuwa kijana mwenye hekima. Hiyo pia inamaanisha kwamba akiwa mvulana, Yesu angeweza kupata mafua kama watu wengine wote. Pua yake ilitoka kamasi, alijigonga kidole cha mguu, alijikuna magoti alipokuwa akicheza nje. Huenda alitamani kulala hadi asubuhi moja, lakini aliamka kwa utii, na hapo ndipo tofauti ilipo. Yesu akutenda dhambi kamwe. Roho Mtakatifu alimlinda na kumwongoza salama na bila dhambi katika miaka yake ya utotoni. Kwa njia, wazazi, kumbukeni kwamba kuna tofauti kati ya kuwa mchanga na kutenda dhambi. Kuwa mcheshi au kufanya mambo hatari ukiwa mtoto si sawa na kutenda dhambi. Na Yesu angepitia hatua hizi zote pia alipokuwa akikua, na alipokuwa akikua angeanza kupambana na majaribu kama vijana wengine, lakini hangeshindwa hata mara moja. Mwandishi wa Waebrania anaelezea hivi, kwa kila njia alijaribiwa kama sisi, lakini hakutenda dhambi hiyo ni Waibrania saa na madakika 15 alikuwa na na, kwa njia bado, ana asili ya kibinadamu, alikuwa na asili ya uungu, asili mbili katika mtu mmoja. Hii ndiyo fumbo, wapendwa, la umwilisho. Sasa huwa tunasahau kwamba alikuwa asilimia mia moja mwanadamu, na sisi, sisi sisi umfikiria kama aliishi maisha ya aina fulani ya shujaa wa ajabu. Kwa kweli ndivyo hadithi za kidini zilivyoelezea utoto wake. Waandishi wa mapema hawakuweza kuvumilia wazo la yeye kuwa mtoto wa kawaida tu. Kwa kweli, hadithi moja inasema kwamba alikuwa anatengeneza ndege wa udongo asubuhi moja, kisha akawapulizia pumzi na kuwapa uhai. Hadithi nyingine zinasema alirekebisha kwa miujiza makosa ambayo Yosefu alifanya wenye karakana ya useremala. Hadithi zinasema alifanya miti Ipinde, ili mama yake aweze kuchuma matunda kwa urahisi zaidi. Ee, hadithi e, zinatuambia kwamba watoto wengine huko Nazareti walikuwa wakimpigia magoti kila alipokuwa kitoka nje kucheza. Lakini ngoja ni kwambie, hakuna kitu kilicho mbali zaidi na ukweli kuliko hiki. Watoto hawa hawakuwa wakimpigia magoti. Maria hakuwa anapata msaada wowote wa kimiujiza jikoni na hina. Yesu alikuwa mtoto tu Mtoto wa seremala huko Nazareti. Walikuwa familia ya kawaida ya wakulima. Kwa kweli, alipofikisha miaka kama thelathini, Yesu alipohubiri mahubiri yake ya kwanza kabisa katika mji wake wa nyumbani na kudai kuwa yeye ndiye Masiha, watu walikasirika sana kiasi cha kutaka kumsukuma kutoka kwenye mwamba. Mathayo anaandika majibu yao katika sura ya 13 mstari wa 55: huyu si mwana wa seremala? Mama yake si anaitwa Maria? Kwa maneno mengine, anajiona yeye ni nani? Hakuna mtu aliyesema ah, tulijua, tulijua tangu mwanzo, tulijua yeye ni wa kipekee, tulijua yeye ni mtenda miujiza, ndiyo maana tulikuwa tunampigia magoti tulipokuwa watoto. Hapana, sivyo. Kwa miaka 18 iliyopita Yesu alikuwa akifanya kazi kama mwanafunzi wa seremala wa kawaida, alikuwa anajifunza kutoka kwa baba yake wa kambo Yusufu. Tunajua kutoka kwenye historia kwamba maseremala walifanya kazi na mawe, chuma na mbao. Kwa njia, wao ndio waliotengeneza majembe yaliyotumiwa na wakulima wote katika eneo hilo, na unaweza kujiuliza kama Yesu alikuwa mzuri sana katika kazi hiyo ya useremala. Baba mmoja wa kanisa la mwanzo alisema jambo la kuvutia kwamba wakulima bado walikuwa wanatumia majembe ambayo Yesu alitengeneza miaka mia moja iliyopita. Sasa ni wakati wa Yesu acha familia yake na useremala na kuanza kutangaza kwamba yeye ni mfalme wa ufalme unaokuja. Na na hii inamrudisha tena mbele yule mtangulizi wa Yesu ambaye ni Yohana Mbatizaji. Unamkumbuka? Katika Luka sura ya kwanza mstari wa 80 tunasoma hivi hi mtoto yaani Yohana alikuwa na akawa na nguvu rohoni, naye alikuwa jangwani hadi siku ya kuonekana kwake hadharani kwa Israeli. Sasa kwa maneno mengine, Yohana yuko karibu kuvunja ukimya wa Mungu. Unaona, mara ya mwisho Mungu aliongea na Israeli ilikuwa kupitia nabii Malaki, na hiyo ilikuwa miaka 400 iliyopita. Katika kipindi hiki cha miaka mia nne, Wayahudi walikuwa wamepitia mambo mengi. Walikuwa wamepata uhuru wao kwa muda, lakini kufikia wakati wa huduma ya Yohana, Roma ndio ilikuwa inatawala Israeli. Yohana anavunja ukimya wa Mungu katika Mathayo sura ya 3, ambayo inatoa kiini cha mahubiri yake, hapa kwenye mstari wa pili tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Sasa katika injili ya Yohana sura ya kwanza tunatambulishwa kwa Yohana Mbatizaji hapa kwenye mstari wa saba, yerehe yaani, Yohana alikuja ili kutoa ushuhuda kuhusu nuru, ili wote wapate kuamini kupitia yeye. Yeye hakuwa ile nuru, bali alikuja kutoa ushuhuda kuhusu ile nuru. Hivyo basi, Yohana Mbatizaji anaenda kuvunja ukimya wa Mungu wa habari njema. Ataita watu watubu, kwa sababu nuru ya ulimwengu Imewasili tu au angalau ameanza huduma yake. Sasa tena katika Mathayo sura ya tatu, Yohana anatambulishwa kwenye mstari wa tatu kama sauti ya mtu anayelia nyikani, itayarisheni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Kwa njia huoni huoni nukuu kutoka sura ya arobaini ya unabii wa Isaya na hoja ni hii kama Yohana mwenyewe ndiye utimilifu wa maandiko ya kinabii, basi taifa la Israeli ni bora lisikilize tangazo hili. Katika Injili zote nne, Mathayo, Marko, Luka na Yohana zinaonyesha huduma ya Yohana Mbatizaji ikianza ndani na kuzunguka mto Yordani. Atawaita wenye dhambi hasa kutoka taifa la Israeli wakiri dhambi zao na wabatizwe pale Yordani kama ishara kwamba kweli wanatubu. Sasa kumbuka, bado tuko kimsingi katika nyakati za Agano la Kale. Enzi ya Agano Jipya kwa kweli inaanza na kuundwa kwa kanisa baada ya kuja kwa Roho Mtakatifu katika Matendo sura ya 2. Kwa hiyo Yohana i ni nabii wa Agano la Kale. Ubatizo wake wa kuzamishwa unapaswa kueleweka kwa mtazamo wa Agano la Kale. Kwa njia, neno ukubatiza alinamaanisha kuzamisha au kuchovya. Ilikuwa ya kubadilisha utambulisho wao na mahusiano yao katika maisha. Katika nyakati za Agano la Kale, mtu wa mataifa ambaye alitaka kuwa mfuasi wa Mungu ilibidi atahiriwe, abatizwe kwa kuzamishwa, na anze kuishi kwa kutii sheria ya Musa. Kwa hiyo hili si jambo jipya sana kwa Yohana kwa namna fulani lakini jambo la kuvutia kuhusu ubatizo wa Yohana ni kwamba anawaomba Wayahudi wakubali kubatizwa, si watu wa mataifa tu. Kwa kweli ni kama kubatizwa tena. Kimsingi, Mafarisayo na waandishi wangeshtushwa sana na ombi hili la kukera kutoka kwa nabii huyu wa agano la kale. Basi hapa anakuja nabii Yohana, amevaa vazi la manyoya ya ngamia, amebeba boksi la chakula lililojaa nzige na asali ya mwituni na anadai kwamba kila mtu anayetaka kumfuata Mungu na kukiri dhambi zao, awe Myahudi au mtu wa mataifa, lazima aingie kwenye mto Yordani ili kubatizwa. Sikiliza huduma ya Yohana Mbatizaji ilikuwa tu ya kuwaunganisha watu na Masiha anayekuja. Ona Yohana alikuwa mpatanishi, alikuwa, alikuwa mjumbe kwa kusema hivyo, na sasa yuko karibu